Nyombe, karibu sana Katavi Media, na moja kwa moja tunaenda kuangazia mchezo kati ya Young Africa dhidi ya Tabora United walina asariaa na ikumbukwe mchezo wa kwanza Tabora waliibuka na ushindi wa mabao matatu Yanga wakiwa nyumbani karibu sana Katavi Media. Da, asante sana, habari ya kazi? Anjema kabisa. Mko mm, vizuri uh, twende moja kwa moja tuangazie mchezo huu uh, Yanga ikiwa nafasi ya kwanza huku Tabora United wakiwa nafasi ya tano. Huu uh, unaenda kuwa ni mchezo wa namna gani kwa timu hizi mbili zinavyoenda kukutana? yes, mechi ni, ni, ni, ina, ina, ina utamu wake na ugumu wake lakini pia E, naiangalia ni mechi ambayo uh, kwangu mimi kwa level ya ligi kuu nafikiri inaenda kutupa tena ladha nyingine tofauti kabisa kwa maana kwamba uh, ushindani uliopo kwenye ligi kuu uh, lakini pia angalia msimamo mzima wa kuanzia nafasi ya kwanza mpaka nafasi ya tano uh, ni utofauti ambao moja kwa moja uh, unakuonyesha uh, kitu cha tofauti. Nafikiri Tabora ana uh, alama zake 44 kama kumbukumbu zangu zipo sawa kwenye msimamo juu yake akiwa uh, Azam FC nafikiri. Msimamo unakuonyesha tu kwamba ni namna ambavyo timu zinajaribu kukaribiana kwenye kwenye msimamo wenyewe. Angalia pia washindani wawili juu, Simba Yanga, Yanga katika nafasi ya kwanza wana- yeah. wanaendelea wana kujipambanua kwamba pengine kuna kitu ambacho wanakiwishi msimu huu kuweza kutetea ubingwa wao nafikiri ndio wanaweza wakaona pressure kubwa sana kuliko kuliko timu nyingine zote hizi kumi na zinazobaki, kwa sababu ili uwe bingwa maana yake msimu ni lazima ushinde mechi, na ukiangalia mechi uh, ya mwisho walishatoka kupoteza mbele ya Tabora United. Alama zingine hizo walishadondosha tayari, yamkini kama wangeshinda wangekuwa juu zaidi ya kitu hiki ambacho wamekibeba kwa kwa msimu huu. Kwa nafikiri mchezo ukiangalia kwa pande zote mbili kwa Tabora wana wachezaji ambao wana uwezo wa kuwapa matokeo. Mm. Namwongelea ya Kuba Sonye, Elite Makambo, Offense Cola, mmoja ya wachezaji ambao na wadima sana uwezo wake. Anakupa vitu vina happen uwanjani, dribbling yake, jicho lake la kuweza kupiga miguu yote miwili. Nafikiri yupo kwenye hela ambayo anaweza kawa yupo sokoni kwa namna ya kipaji chake, lakini pia namna ambavyo amekuwa na mchango mkubwa kwenye kwenye timu. Kwa hiyo nafikiri kwa Tabora kikosi cha kujitetea mbele ya Yanga wapo nacho, lakini changamoto inakuja moja kwamba kocha ambaye alikuwepo naye, mazingira tayari yamebadilika, hayupo tena. Ametambulishwa Sambadi Mangombe ambaye ndo ameenda kuchukua vile kijiti cha kocha aliyekuwa anaondoka. Kwa kwangu mimi, nafikiri hapa ndo ambao tena inakuja kuwa na changamoto nyingine, kwa sababu tunasema wachezaji nao ni binadamu, inawezekana wengine hawajafurahishwa kuondoka kwa, kwa kocha aliyeondoka kuna wengine wamefurahishwa kwamba pengine ndo wataenda kupata nafasi ya kuweza kupata namba kwenye kwenye kikosi cha kwanza. Kwa ukiangalia katika hizo picha zote mbili zinahitaji timu moja ambayo ndio hiyo hiyo iende kupambana na Yanga. Yanga ambayo wakati pe, wakati wanakutana na Tabora tayari na yeye kuna mabadiliko ya makocha zaidi ya, ya wawili kwa maana kwamba makocha watatu. Unamwongelea Gamond, unamwongelea Sidi Ramovic, sasa hivi wanae, eh, Hamidi Mirodi. Tayari ni mabadiliko ya makocha wa watatu wa, wa, wa takriban kutokea mechi ambayo wametoka kupoteza dhidi ya Tabora. Kwa hiyo kwangu, mimi kitakwimu, naweza nikaiona ni mechi ambayo still Yanga anaweza kawa na advantage kubwa ya kupata matokeo. Lakini lazima ukumbuke, mara nyingi nakwambia, mpira unachezwa akilini, miguu ni zana tu za kutimiza kile ambacho ulikuwa umekifikiria akilini. Kama ikitokea Yanga kaenda na ile akikumbuka uh, uh, zile moment za kwamba alipoteza uh, tatu moja, na anaendaje kushinda? Maana yake anakuwa na mlima mrefu wa kuanza kufikiri mechi anaiendea vipi, unaiendea ukiendea uh, tofauti. Wachezaji ni walewale wale. Hakuna aliyebadilika, kilichobadilika ni benchi la ufundi pengine na uwanja ambao mliweza kuchezea kama walipata matokeo away kwa kwa wewe, maana yake si ajabu pia wakapata matokeo wakiwa nyumbani kwao. Kwa unafikiri ni mechi ambayo kwa aina wachezaji unaoenda ukutana, sio wageni, yani walishapita, pia Yanga wanajua mazingira ya Yanga wana, even though mabadiliko yametokea yes, lakini timu ni ile ile, nembo ni ile ile, inabaki spirit ambayo ilikuwa inatolewa zamani, wakati wao wapo akina Elite Makamba akina Yakuba Sonny ndo ile ile ambayo mwisho wa siku inakwenda. Yaani falsafa ya timu tunasema haifanyaji, haibadiliki. Kinachobadilika ni wachezaji na muundo wa mwalimu anakuja vipi? Anakuja na 442, au 4231, 452, 352, ana kila mwalimu anakuja na muundo wake. Lakini kila muundo unatafsiriwa na sifa za mchezaji mmoja mmoja. Kwa Yanga ukiangalia daraja la wachezaji walilonalo linakuonyesha kwamba kuna kitu ambacho wanakusudia msimu huu unapomdescribe uh, Pacome tunajua ubora wake. Unapomwelezea labda uh, Stefan Ziki, ubora wake, mmoja wa wachezaji ambao uwezo wa kuamua pia games yanao, lakini pia Prince Dube, Clement Mzize. Lakini pia angalia kwenye safu ya ulinzi pacha yao Babaka na na Job wamekuwa na, na mwendelezo bora. Kwa kwa, kwangu mimi nafikiri kuna namna ya kwenda kuiheshimu Tabora kwenda kucheza nayo then daraja la wachezaji likaenda kuamua kuamua game, lakini ukienda kwamba ni Tabora ambao wapo nafasi ya tano, uh, tuna uwezo wa kufanya chochote. Maana yake ndio hapa ambapo yawezekana pia ikawa ni Tabora na wao wakaendeleza historia yao ya kumfunga ma, Yanga mara mbili mfululizo, na kaingia kwenye timu ya daraja la kati kwenda kuifunga timu ambayo inagombania ubingwa wa ligi. Kwa sababu ni, ni msimu gani nafikiri Mbeya City ndio alishowahi kufanya hicho kitu, naye sio kwa kushinda. Anaweza kashinda nyumbani afu awe kaenda akatoa sare kwa uh, wakati anapanda ligi kuu, kwa sababu alikoga, alikoga na, na moment ambazo zilikuwa zina zinawabeba kwa kipindi hicho. Lakini ukiangalia kwa Tabora, ni miaka mingi hapa katikati imepita, kama anapata ushindi mara mbili mbele ya Yanga, maanake ni historia kwake pia. Inakuwa kwa hakuna timu ambayo haipendi kutengeneza historia, ila tena swali linakuja, wanaenda kutengeneza historia mbele ya nani? Yanga akishinda mechi anakuwa na na na ongezeko la alama zaidi ya mpinzani wake ambaye ni Simba, kama atakuwa amecollect hizo alama, kwa sababu tunasema ili uwe bingwa, maana yake ushinde mechi ukusanye alama tatu, si sio upoteze mchezo au draw. Ukipoteza au kudraw, maana yake wewe upo kwenye hatia hatia hati ya ku ya kupoteza ubingwa. Na kwa Yanga kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa mechi ambazo wametoka kucheza tunaona dhidi ya mashujaa kama kumgumu zangu zipo sawa, washinda goli uh, goli tano Wakaja wakacheza na Pamba wakashinda goli goli tatu bila. Wakacheza na uh, mechi ya Simba na Yanga ika- ikaahirishwa katikati, baadaye kwenye CLB Federation na Songea United washinda goli mbili kwa, unaona kutoka idadi ya magoli mengi yanaanza ya ku kupungua. Kwa hiyo na yeye pia inawezekana kochi anakuwa na jicho kubwa zaidi la kwa nini timu yake even though unaweza ukaelewa kwa nini wasipate ma, magoli mengi kwamba baadhi ya wachezaji wao muhimu walienda kwenye kwenye timu za taifa, na mwisho wa siku wakapitia waka, waka, waka kipindi hicho, lakini watatana kuvipi mbele ya Tabora ambayo inatengeneza inataka kutengeneza historia kuwafunga mara mbili. Kwa hiyo kwa, kwa mimi bado naiona ni mechi ambayo ipo very tricky, lakini kwa nyakati ambazo tuponazo na nature ya ligi ya Tanzania, inawezekana ikawa ndio kipindi ambacho Yanga anasema kwamba nahitaji kushinda michezo yote nane hii iliyobaki ili niwe bingwa, kwa sababu kufanya hivyo kutanipa gipu kubwa sana mimi na Simba Sports Club. Kwa mwisho wa siku ni mechi ya dakika 90 lakini bado huwezi kaandaletu uwezo wa Tabora United. Nafikiri ni mechi ambayo inaenda kuamliwa zaidi na daraja la wachezaji kuliko ile teamwork, kwa sababu ukiangalia kwa upande wa teamwork, Tabora nao kuna kitu ambacho even though wao wanaamshwa sana na morali wanapocheza na timu kubwa lakini hauioni kama inacheza is teamwork kwamba kuna kitu ambacho ni wao yani nakuwasikioni. Yanga wanapata moment mbili, wanacheza sometimes is a teamwork, lakini wanacheza ile daraja la mchezaji mmoja mmoja plus quality ya ya wachezaji kuanzia tu golini mpaka mshambuliaji wa mwisho na wale waliopo sao, kwa nafikiri hapa ndio pengine Tabora anaweza kaenda ka, kaenda kushindwa kutengeneza historia kile ambacho alikifanya mzunguko wa kwanza.